Ilikuwa ni saa 5 na dakika 8 kwa saa za Afrika ya Mashariki, lakini India iliyotuzidi masaa mawili ilikuwa ni saa 7 na dakika 38 mchana, wakati ndege aina ya Boeing saba nane, saba dash nane Dreamliner inayoanzia safari zake katika jiji la Ahmedabad, jimbo la Gujarati magharibi mwa India, ilianza safari ya kuelekea jijini London nchini Uingereza katika eneo la Gatwick. Lakini ndege hiyo ilichukua sekunde 30 pekee na kuanza kuyumbayumba, na ndipo ikaanguka sekunde chache tu baada ya kupaa kutoka uwanja wa ndege wa kimataifa wa Sadal Vajabai Patel saa saba na dakika 38 hiyo hiyo kwa saa za India. Iliripotiwa kuwa chanzo cha ndege hiyo ni kwamba ilipoteza nguvu ghafla na kushuka kwa kasi kabla ya kuangukia kwenye majengo ya hosteli ya chuo cha tiba cha BJ, karibu kabisa na uwanja huo wa ndege. Waswahili husema ukisajabu ya Musa ama kwa hakika bado hujayaona ya Filauni. Dunia inasemekana kuwa na maajabu saba, basi hili huenda likawa ni la nane. Tazama video hii licha, moshi wote huo na majumba kuharibika, lakini unayemwona hapo akiwa anatembea sio shuhuda, yani sio shuhuda wa ajali, bali ni manusura, ama unaweza ukasema kwamba e, ni abiria, ama ninamaanisha kuwa alikuwa ni miongoni mwa abiria aliyekuwa kwenye ndege iliyoripuka. Naam, ndiyo jina la mtu aliyenusurika kwenye ajali ya ndege hiyo ya Air India huko Amedabad, kwa jina ni Ramesh Vishwaskumal na ni raia wa Uingereza mwenye asili ya India. Msafiri huyo raia wa Uingereza mwenye umri wa miaka 40 alikuwa ameketi kiti namba 11a na karibu na mlango wa dharura, na ndo inasemekana kuwa ni kitu ambacho huenda kilichangia kupona kwake. Kwa mujibu wa ripoti, abiria huyo alipata majeraha kwenye kifua, macho na miguu, lakini sasa yuko hospitalini na hali yake inaendelea kuimarika. Alionekana akiwa anasema kama ulivyomwona kwenye video, na anatembea kwa kuteseka kwa kiwango fulani. Mtu huyu aliyenusurika kwenye ajali ya ndege ya Air India huko Ahmedabad, kwa mujibu wa taarifa zilizopo, yeye ni mfanyabiashara wa teknolojia ya habari, yaani IT entrepreneur, mwenye makazi yake nchini Uingereza na alikuwa safarini kurejea jijini London baada ya kumtembelea kaka yake nchini India. Ni ajabu sana kwamba aliweza kupona ajali hiyo mbaya, ambayo ilisababisha vifo vya watu 240. Na moja kati ya mia mbili arobaini na mbili yani yeye pekee kwenye wale waliokuwemo kwenye ndege hiyo. Mwanaume huyo alivyambia vyombo vya habari vya India, jinsi ilivyosikika kelele kubwa muda mfupi baada ya ndege hiyo kupaa. Manusura Ramesh amesema sekunde 30 baada ya kupaa kulikuwa na kelele kubwa, kisha ndege ikaanguka. Akiliambia gazeti la Hindustan Times, ambalo lilionyesha pasi ya kusafiria kwa jina hilo mtandaoni, ameendelea kusema kuwa yote yalitokea kwa haraka sana. Anasema alipoinuka mili ilikuwa imemzunguka, aliogopa, alisimama na kukimbia, na kulikuwa kuna vipande vya ndege vilivyokuwa vimemzunguka. Amesema mtu fulani alimshika na kumweka kwenye gari la wagonjwa na kumpeleka hospitalini, na ndio hiyo video ambayo nimekuonyesha akiwa anaongea, inaonekana bado alikuwa hayupo kwenye hali ya kawaida, na kusema kuwa kaka yake alikuwa ameketi katika safu tofauti kwenye ndege, alikuwa akisafiri na yeye lakini hajampata tena, anaomba asaidiwe kumtafuta katika mazingira ambayo bado alikuwa hayupo kwenye hali ya kawaida, akizani kwamba pengine licha yeye kupona, lakini kuna baadhi ya watu wamepona, pasipo kujua wote walipotea isipokuwa yeye peke yake. Ndege hiyo ilikuwa na jumla ya watu 242 ambapo abiria walikuwa ni 230 na wafanyakazi kumi na wawili. Kwa masikitiko makubwa, 241 wote wakafariki dunia, na mmoja pekee ambaye nimekutajia, limekutajia Vishwas Kumar Ramesh ndiye aliyepona, yani aliyenusurika, huku idadi ya watoto walio kwenye ajali hiyo ya ndege ni kumi na wanne watu wazima wanawake ni mia na wanne na wanaume mia ishirini na watatu ambapo kati ya abiria hao mia sitini na tisa walikuwa ni raia wa India, hamsini na watatu ni raia wa Uingereza na saba wa Ureno, wakati mmoja akiwa ni wa Kanada, na wale wengine wa kumi na wawili wote wa hudumu wanatajwa kuwa ni wa India. Mamlaka zilitumia rekodi za tiketi, passport na uchunguzi wa DNA yani vina saba kutambua mi hasa kwa kuwa ajali hiyo ilisababisha moto mkubwa na miili mingi kuungua vibaya. Ingawa uchunguzi rasmi bado unaendelea, lakini marubani wa zamani na wataalamu wa anga wanasema ajali hiyo huenda ilisababishwa na kupigwa na ndege, yaani bed strike, kwenye injini zote mbili, jambo ambalo linaweza kusababisha ndege kupoteza nguvu wakati wa kupaa. Rubani alitoa wito wa dharura muda mchache tu baada ya ndege kupaa, ile dharura ya mayday, kabla ya ndege kuanguka. Pia kulikuwa na mkanganyiko wa awali kuhusu vifo kutokana na kuhesabu mara mbili baadhi ya sehemu za mili, jambo ambalo lilisahihishwa baadaye. Ajali hiyo pia ni tukio la kusikitisha sana, hasa kwa kuwa lilitokea kwenye eneo lenye watu wengi, kwani ajali hiyo ilitokea katika jiji la Ahmedabad ambalo liko katika jimbo la Gujarat magharibi mwa India. Na kibaya zaidi ni kwamba liliangukia kwenye eneo la Meganigal ambalo ni sehemu ya makazi karibu na chuo cha udaktari. Kwa mujibu wa ripoti, watu wanaokadiriwa kuanzia ishirini na watano waliokuwa arzini walifariki dunia, huku wengine 50 waliokuwa arzini walijeruhiwa katika ajali hiyo baada ya ndege kuangukia juu ya majengo ya chuo. Ripoti rasmi zinasema wanafunzi watano wa chuo cha tiba cha BJ, BJ Medical College walipoteza maisha na wengine 40 walijeruhiwa, na baadhi yao walikuwa katika hali maututi wakati wa kupelekwa hospitalini. Kwa kujumlisha kati ya waliokuwa kwenye ndege na wale wa arzini, watoto waliopoteza maisha jumla ni 17, watu wazima ni mia mbili sabini na watatu, wakati wanaume wakiwa mia arobaini na wanane wanawake mia ishirini na watano na kufikia jumla ya idadi ya kuanzia 294 huku idadi ikitarajiwa kuongezeka kulingana na hali za majeruhi zinavyozidi kuongezeka kuwa mbaya. Baadhi ya manusula waliruka kutoka kwenye ghorofa za juu ili kujiokoa, na walipata majeraha madogo. Majeruhi hao ni wakazi wa eneo la Meganiga pamoja na wanafunzi wa chuo hicho, na wengine ni wafanyakazi wa hosteli ya chuo cha tiba cha BJ ambako ndege iliangukia. Sehemu ya ndege katika eneo la kulia chakula yani dining area ya hostel hiyo na kusababisha moto mkubwa na uharibifu wa majengo. Moto mkubwa ulizuka mara baada ya ajali na moshi mzito ulionekana ukitanda juu ya eneo hilo. Wanafunzi na wakazi wa karibu walikimbia kwa hofu, na baadhi waliruka kutoka ghorofa za juu kujiokoa, na ndipo wakapata majeraha. Ndege hiyo imesababisha uharibifu wa majengo ambapo iliangukia moja kwa moja kwenye hostel ya wanafunzi wa udaktari, hasa eneo la dining hall, yani mess. Sehemu ya mkia wa ndege ilichoma paa na jengo hilo na kusababisha moto mkubwa na kuporomoka kwa baadhi ya kuta, lakini pia imesababisha uharibifu wa mali mbalimbali mbali za jengo na hosteli. Majengo ya makazi ya madaktari na wanafunzi wa hospitali pia iliharibiwa. Vifaa vya wanafunzi, vitabu, mali binafsi, vyote viliteketea kwa moto kutokana na kulipuka kwa ndege hiyo. Ajali hii ni ya kwanza ya ndege ya abiria yenye vifo nchini India tangu ile ya mwaka elfu mbili na ishirini huko Kodi. Pia ni mara ya kwanza kwa ndege ya aina ya Dreamliner na kupata ajali mbaya kiasi hiki duniani tangu aina ya ndege hizi zianze kutengenezwa. Hata hivyo, ajali ya ndege ya Air India huko Ahmedabad tarehe 12 Juni 2025, yani jana, imeingia kwenye historia mbaya zaidi kama moja kati ya majanga makubwa na mabaya zaidi ya anga nchini India. Hata hivyo, afisa mkuu wa polisi wa serikali ya India amesema, bado tunathibitisha idadi ya waliokufa, ikiwa ni pamoja na wale waliokuwa katika jengo ambalo ndege ilianguka. Amesema idadi hiyo ya vifo vilikuwa zaidi ya mia mbili hamsini na kurekebisha idadi ya hapo awali ya mia mbili tisini na nne kwani ni pamoja na sehemu za mwili ambazo zilikuwa zimehesabiwa mara mbili. Haikuweza kufanikiwa mara moja ni wangapi kati ya waliofariki waliokuwa kwenye ndege au ardhini. Abiria pekee anajulikana aliyesalia alikuwa kwenye kiti a hey, karibu na njia ya dharura, Chaudry amesema, akiongeza kuwa kunaweza kuwa na manusura zaidi ya hospitalini. Lakini picha za CCTV zilionyesha ndege hiyo ikiwa inapaa juu ya eneo la makazi na kisha kutoweka kwenye skrini kabla ya moto mkubwa kuonekana kupanda angani kutoka eneo la nyumba kwenye makazi ya watu. Kwa upande wake, mshauri wa usalama wa anga wa Marekani Anthony Blackhouse amesema ishara moja yenye matatizo kutoka kwenye video za ndege hiyo ni kwamba vifaa vya kutoa vilikuwa chini katika awamu ya kuruka wakati kwa kawaida ingekuwa juu. Amenukuliwa akisema ikiwa hungejua kinachoendelea ungefikiri kwamba ndege ilikuwa inakaribia kutua kwenye njia yake, lakini hali ilikuwa tofauti na hapo, na pengine ndio chanzo cha ajali. Waziri wa usafiri wa anga wa India, Ramahu Naidu, yeye amesema kuwa uchunguzi rasmi umeanzishwa na ofisi ya uchunguzi wa ajali za ndege, ambapo amesema kwamba serikali inaunda kamati ya ngazi za juu inayojumuisha wataalam kutoka fani tofauti tofauti, yaani fani nyingi, ili kuchunguza suala hilo kwa undani. Zaidi Mkurugenzi mtendaji wa Boeing Kele Oteg alisema katika barua yake ambayo imeonekana wazi kwamba yeye na mkuu wa kitengo cha ndege za kibiashara cha Boeing wameghairi mpango wa kuhudhuria maonyesho ya ndege ya Paris ya wiki ijayo, hafla kubwa zaidi ya tasnia ya mwaka huu. Kwa hiyo imeahirishwa kutokana na ajali hiyo, na kimsingi inasababisha hasara kwenye eneo la kibiashara. Kabla ya ajali hiyo ya Alhamis, Oteg alikuwa akielekea Paris kwenye kufanya maendeleo makubwa katika juhudi zake za kujenga upya imani kwa kampuni kufuatia mizozo mingi ya uzalishaji na usalama katika miaka ya hivi karibuni, wakati ambapo umoja wa Ulaya umeendelea kuzifungia baadhi ya nchi ambazo zinafanya kazi na shirika hilo la ndege. Sasa timu ya wataalamu wa Boeing iko tayari kwenda India kusaidia wachunguzi huko, amesema mkurugenzi huyo. Mkurugenzi mtendaji wa Air India Campbell Wilson yeye amesema uchunguzi utachukua muda na kueleza huzuni kubwa kuhusu tukio hilo. Watengenezaji wa injini za ndege GE Aerospace, walisema kwamba wataweka tim pamoja kwenda India na kuchambua data ya chumba cha marubani. Katibu wa uchukuzi wa Marekani amesema utawala wa shirikisho la anga ulikuwa unashirikiana na Boeing na GE katika uchunguzi huo. Uingereza nayo pia ilikuwa ikifanya kazi na mamlaka ya India kubaini ukweli kuhusu ajali hiyo na kutoa msaada wa waliohusika, ofisi ya mambo ya nje ya nchi hiyo imesema kwa upande wake. Waziri mkuu wa India yeye amesema msiba wa Mwedabad umetushangaza na kutuhuzunisha, ni miongoni mwa mapigo makubwa makubwak nayo tangu amekuwa waziri mkuu wa nchi hiyo, na amesema kwamba inahuzunisha kupita maneno, kutokana na kwamba eneo la ajali Gujarat ni jimbo la nyumbani kabisa kwa Narendra Modi. Hii ni Msasa Media, Msasa kisasa zaidi.